Mekuja kwa niaba ya wizara kukabidhi kukabizi pikipiki piki kwenu, nyiye majembe yetu, nyie wataalamu, ikiwa ni mwendelezo wa jitihada za serikali katika kuimarisha utendaji kwa ngazi za chini, kwa ngazi ya msingi ya utawala. Ni mashuhuda nyie, tumeajiri maafisa maendeleo wengi, tunaendelea kuajiri maafisa maendeleo, tumeajiri maafisa ustawi mpaka ngazi ya kata, tunashusha fedha sevisi zinatengwa kwenye kila halmashauri, tena zinalindwa fedha za idara maendeleo, si zimelindwa kwenye kila halmashauri? Lengo ni kuwawezesheni nyie kufanya kazi. Mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan na serikali anayoongoza tunachokiamini ni kwamba maendeleo yako kwa wananchi. Sasa ili wananchi tuwafikie, ili fursa wazijue na kuzitumia wajia wapi, kuna masoko, mazao gani yanatakiwa, mazao gani yanastawi, ya ya ya pembejeu zimefika, mbegu zimefika, kila kitu ndio msingi wa kuwashusha rasilimali ngazi ya msingi, ambayo ni kwenye kata na vijiji na kwa nini tunataka aende huko kwenye vitongoji na vijiji, ni kwa sababu ndiko kuna wananchi na maendeleo ya nchi yamejikita kwa wananchi, sindio? Sasa lazima huyu tumwezesha aende akakutane na wananchi, kama alivyoeleza Kaimras kupitia mikutano hii ya kawaida ya vijiji, lakini, lakini na hata viongozi wanakoenda kuandaa, lakini na kuwatembelea kwenye vijiji huko. Ndio kuna wagane, ndio kuna wajani, ndio kuna yatima, ndio kuna watoto, ndio kuna wazee, ndio kuna watu wenye ulemavu, ndio kuna wakina mama, ndio kuna wafanyabiashara ndogo ndugu yangu anayetoka Kugandika, kuna masoko kule yako madogo. Serikali ya awamu, yani ya sita, tumeweka fedha kupitia wizara yetu, tumeweka fedha benki ya NMB yenye masharti nafuu kwa ajili ya kuwawezesha hao wafanyabiashara ndogo ndogo, wachuuzi wa mazao, wauza mitumba, wenye vibanda na vioski waweze kukopa. Lakini bila elimu kuwafikia, hizi fedha zitanufaisha watu wa mijini. Kwa ndio msingi wa kuwaletea hizi nyenzo sasa. Nendeni mkawaelimishe wale kwamba fedha zipo NMB, nendeni mkawasajili kwenye mfumo wa kufanya biashara ndogo ndogo, ili mradi awe ni yule anayekidhi vigezo, hapate kitambulisho cha kisasa, achoke mpunga pale Karagwe akaimarishe biashara zake. Kwa hiyo lengo la kuleta hizi nyenzo ni kuimarisha utendaji kazi wenu kule pembezoni, mwafikie wananchi mwaeleze juu ya fursa mbalimbali zilizopo zinazotolewa na serikali zinazotolewa na sekta binafsi namna ya kuzifikia ili waweze kujiletea maendeleo. Nyie ni wataalamu wazuri, mmejifunza kwenye taaluma yenu mbinu na mikakati ya kuongea na jamii mpaka ikawaelewa, si ndiyo? Nyie ni wataalamu wazuri wa kwenda kuongea na jamii ikabadilisha mitizamo ikawa na kubadilisha fikra ikawa ni mtizamo chanya wa kimaendeleo, ili jamii hiyo na taifa liweze kujitegemea. Mna mbinu za kuongea na wananchi wakaweza kuelewa miradi mbalimbali ya maendeleo na umuhimu wao kushiriki kwenye uendelezaji wa hiyo miradi ya maendeleo. Serikali tunajikita kupeleka miradi ya maji mpaka kwenye vijiji, tunapeleka shule, tunapeleka zanati kila kijiji tunapeleka vituo vya afya kila kata. Tunahitaji ushiriki kikamilifu wa wananchi Kumir... kwanza katika ujenzi, pili uendelezaji na kumiliki na kuona hizo huduma ni za kwa nyewe wenzetu, na mbinu za kukaa na wananchi wakabadisha mitazamo kuhusu mila hasi wakaziacha mila chanya zinazolimiza maadili, malezi ustawi ulinzi. Lakini pia mna mbinu za kuamsha hali ya jamii, wakaweza kufanya kazi kwa bidii. Tunahitaji watanzania wanaochapa kazi. Hatuwezi kujenga uchumi kwa watu kukaa kwenye vijiwe kunywa kahawa kuzurura watu, hatuwezi tukawa na maendeleo. Ardhi vijijini watu mashamba yana kanda, lakini wao ni kwenye pombe toka asubuhi.